Niambie, ndugu yangu Fresh kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu, umeshinda au umepoa? Ah, furaha tu imepitiliza basi hivyo lakini sijapoa, magoli matatu mazuri kwelikweli, kweli ya kuvutia, man of the match sio muamuzi, hakuna penalty, hakuna red card. Ushindi fulani ambao unaondoka tu uwanjani una furaha kabisa unajua kweli timu yangu leo ilipambana. Haikupendelewa na muamuzi wala hakuna chochote kibaya kilichotokea. Kuna wenzetu wakishinda kuna red card, eh, kuna penalty kuna magoli ya uongo ya offside. Lakini leo Yanga imeshinda magoli matatu, mwamuzi atukane na upande wote, upande wa Namungo wa mtukani, upande wa Yanga Afrika wa mtukani, hakuna red card, hakuna hizo kadi za njano za uongo. Dakika zimeongezwa fairly. Sasa kwa nini nisifurahi? Yani, mechi ya leo ndo mechi kweli. Achana na haya maigizo yaliyochezwa hapa, eh, katika mechi nne za ligi kuu ya NBC wameondoka this time. Penati zitaadimika. Leo kulikuwa kuna michezo karibu mitano, yote hamna penati hata moja lakini wao walikuja kwenye michezo minne wamepata penalti tatu kwenye michezo minne. Zimeongezwa dakika za nyongeza ambazo ukizikusanya ni karibu dakika 45 za kipindi kingine cha mechi ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo sijui unanielewa, ushindi ambao hauna makando makando. Hawana mungu, tulikuwa tuwapige moja, lakini hizi mbili za ziada ni baada ya ile barua yao waliandika barua yao wa kichawa chawa ya kusifia watu bila sababu za msingi. Tena waliiposti usiku. Unajua, kuna uchawa, kuna uchawa unaofanywa una usiku ule uchao waliofanya kwa karia usiku umewaponza, walikuwa wanakufa moja eh, umewaponza ushindi wa magoli matatu. Sawa sawa, na mechi zilizosalia kwenye ligi kuu kwa young Africans, uh, Yanga Afrika, tumebakiza mechi mbili. Hiyo ya tatu utacheza na nakwambiaje, hiyo ya tatu utacheza wewe ah, sio mimi. Tumebakiza mechi mbili, tumebakiza mechi mbili kule FA, mechi mbili ligi kuu ya NBC, mechi nne. Yanga kumaliza msimu, hiyo unaoisemea wewe, sasa utaenda kuunda Yanga yako nyingine ya kwenda kucheza na Yanga Afrika. Hatuchezi, hatuna mpango wa kucheza, hatufikirii kucheza, sijui yani kama kuna sababu hapo mbele ya kutufanya tucheze. Tulishasema tuchezi. kwa nini? Kwa nini hiyo ukianza e, kuniuliza kwa nini hatuchezi, unanirudisha nyuma, elewa. Yanga ligi kuu ya NBC ni bado Dodoma Jiji, bado Tanzania Prison. Yanga FA ni bado huyu JKT, ambaye tunaenda kumshughulikia Jumapili. Najua lile ni daraja la kwenda tu finali, finali. Sasa yoyote anayetaka kuja aje, Black Stars aje madunduka, yoyote anayekuja, lakini jua tu Yanga bado mechi nne hatuchezi watu hata hiyo moja sisi, Yanga hatuko tayari kuichukua. Ah, yani kwa, kwa Yanga hii utatupaje alama moja ya mezani? Kama wanatupa tatu, shega, lakini kwa alama moja hatuko tayari. Tena yani katika upuuzi wasije wakaufanya yeah. Ni kukaa kuita press au kutu, kutoa taarifa kwa umma kwamba Yanga tunawapa alama moja na Simba tunawapa alama moja. Ninyi najua mnadhani tunaogopa kucheza kwa sababu ya alama moja hii ambayo tunawazidi Simba, lakini hata hiyo alama moja wakisema watupe moja moja, Yanga hatuko tayari. Mechi hatuchezi, alama tatu tutazidai leo kesho. Alama moja hatuitaki, yaani hatupeleki timu yani uwanjani mara mbili mbili i unaona, watu wenyewe, kumbe watu wenyewe timu yao wameikaririsha lazima ishinde Jana nimeona kuna clip inatembea mitandaoni Simba Queens tu, kwa sababu wamepata draw wanataka kuua watu. Na ndio naelewa kwa nini waamuzi wa Tanzania wakija kwenye mechi za Simba hawamalizi mechi mpaka Simba ashinde, kwa sababu kipigo cha Simba ndugu yangu walichokuwa nakitoa wale marefa makocha ma, ma ma wa Simba Queens ni kipigo heavy kuliko hata cha makomando wa Yanga na wale na, na lile benchi la ufundi la Simba Queens lingekuja na wale mbuzi siku ya tarehe saba usiku Nadhani wangefanya mazoezi Simba, yaani makocha wanapigana kuliko mabausa ma, ma, ma, wa timu shee. Hatuchezi Yanga, bado mechi nne, Yanga tunauelekea ubingwa. Nilikuambia kule kwenye FA, kama Azamu hayupo, sioni mpinzani hapa kwenye ligi kuu, bado mechi mbili ambazo lazima Yanga tutachukua ubingwa. Shukran, shukran.